Alimsaliti mama yake na kuuza nyumba yake kwa dola milioni moja. Alichofanya mama yake kilimfanya Ali. Raymond aliingia ndani akishika karatasi ya mkataba na tabasamu la kiburi mama. Alisema, huhitaji nyumba hii ya zamani tena, wewe ni dhaifu sana kuihudumia. Nimefanya biashara nzuri, tunaizuza kwa dola milioni moja. Moyo wa Agatha uliganda. Una maanisha nini? sisi nyumba hii ni urithi wa baba yako. Kabla hajaweza kupinga zaidi, aliona wanaume wa ajabu wakizunguka eneo na kamera. Mwanawe alikwisha uza. Je, unataka kujua mama huyu alifanya nini baadaye? Basi endelea kusoma hadi mwisho. Usiache kupiga like na kushare hadithi hii na marafiki zako. Jioni ya unyevu wa Lagos ilisukuma madirisha. Panka katika sebule ilizunguka polepole pole, ikikata hewa nene kwa mvumo wa kizi. Agatha aliketi kwenye kiti chake cha mbao, kile ambacho mumewe alipiga sanda kwa mkono, kile ambacho hakiwahi kutetemeka haijalishi ni cha zamani kiasi gani. Macho yake yalizunguka bungalo dogo lakini zuri, kuta nyeupe zenye nyufa ndogo redio ya zamani kwenye kona na picha yao ya arusi bado ikimtabasamu kutoka kwenye fremu ya dhahabu nje mti wa mwembe ulina machini ukiwa na matunda kana kwamba una sujudu kumsalimu. Nyumba hii haikuwa jengo tu, ilikuwa kumbukumbu zilizoshonwa kwenye matofali. Ilikuwa mwangwi wa miguu ya watoto wa kikimbilia ukumbini. Ilikuwa zawadi ya mwisho ya mumewe. Ilikuwa usalama. Sasa mwanawe pekee alisimama juu yake akiwa na tabasamu ambalo halikufikia macho yake. Raymond alivaa kaftan ya bluu ya jeshi iliyonekana mpya. Saa yake ilimeta mwanga mkali sana kwa mwanga wa jioni. Alipepea karatasi tena na kubonyeza vidole vyake kwa wale wanaume waliokuwa wakitembea tembea kwenye eneo moja. Alipiga picha za sebule, mwingine alipima kuta kwa utepe Watatu alitazama jikoni bila kusalimu. Raymond, Agatha alinong'ona ona akiinuka polepole, waambie wasimame, waambie waondoke. Hisi mama, alisema akibadilisha uzito wake. utanishukuru baadaye. Mikono yake ilitetemeka. Nilikuza katika nyumba hii, baba yako alikufa akikubariki katika chumba kile. Unataka kuibadilisha kwa pesa? Tabasamu la Raymond lilikuwa gumu. Hii si pesa tu ni dola milioni moja. Unajua hiyo inaweza kufanya nini? Mahali hapa ni pa zamani, inahitaji inahitaji marekebisho. Unahitaji huduma, nitakuweka mahali pazuri. Mahali pazuri? Sauti ya Agatha ilipasuka. Hapa ndiyo mahali pangu pazuri. Jirani mmoja, Mama Bisi, alichungulia mlangoni, macho yake yakiwa makubwa majani ya mwembe yalizunguruma wakati upepo wa joto ulipopita kwenye eneo. Agatha alijaribu kutulia kupumua kwake. Aliweza kusikia bonyeza la kamera, makoro wa kalamu ya mtu dhidi ya ubao wa kuandikia, hatua za tahadhari za wageni wakitembea katika vyumba ambavyo havikuwa vya kwao. Raymond, moyo wako uko wapi? aliuliza. Nani alikufundisha kufanya hivi? alitazama mbali, taya yake ikawa ngumu. Dunia ilinifundisha mama, dunia ilinifundisha kuwa na akili. Akili, alicheka lakini ilisikika kama kikohozi. Akili, sikuiba mama yako. Aliingiza mkataba ndani ya folda ya ngozi. Sikuiba, nilijadiliana, nilikupatia mustakabali bora. Agata alifikia ukuta ili asije akaanguka. Wakati huo alihisi miaka iliyopita mgongoni mwake, Asubuhi ndefu za kufagia machanga kutoka mlangoni, usiku mrefu wa kuomba karibu na mti ule ule wa mwembe kwa ajili ya mwanawe peki, akuwe na busara na huruma. Alikuwa amemuomba Mungu amhifadhi salama. Alikuwa ameyaamini kwamba mwanawe angeheshimu jina la baba yake. Sasa hii SUV nyeupe ilisimama nje, kipepe kikipiga mara mbili. Wanaume wawili waliokuwa na mashati yaliyosuguliwa walishuka, nyuso ngumu na viatu laini. Moja wao mwanaume mrefu aliyekuwa na kalamu nyuma ya sikio lake alimpungia kichwa Raymond. habari ya jioni bwana. Bibi yuko tayari kusaini makubaliano ya kuondoka. Kinywa cha Agatha kilifunguka. kuondoka nini? Raymond alichokoro, wako mama, ni kawaida. tutakuhamisha mahali pengine. mahali gani? Sauti yake ilipanda nyembamba lakini kali. utaweka kumbukumbu kumbu zangu wapi? kwenye sanduku? Kwenye mkoba? Mwanaume mrefu alitabasamu kama mtu aliyefanya hili mara nyingi. Bibi, tutafanya hili kuwa rahisi, siku saba kuondoka. Baada ya hapo, mradi unaanza. Utapenda kinachokuja baadaye, kutakuwa na jengo la maduka, barabara mpya, mifereji bora. Agatha alimtazama, alizungumza kana kwamba vitu vipya vingeweza kubadilisha upendo. Miguu yake ilihisi dhaifu. Alielekea kwenye sofa kisha akasimama, akikumbuka siku ya kwanza yeye na mumewe walipobeba sofa hiyo hiyo kupitia mlango wa mbele. Alicheka wakati haikuingia mara ya kwanza, aliondoa mlango na kusema kwa ajili yako Agatha, nitaondoa kila mlango duniani. Alipepesa macho na kumbukumbu ilianguka kama vumbi. Mama, Raymond alisema polepole pole, kana kwamba angegundua maumivu yake kwa mara ya kwanza. Tafadhali usifanye hii kuwa ngumu ngumu. Alistaajabishwa na utulivu katika sauti yake. Uliwaleta wageni kwenye nyumba yangu, ulinifungia nje ya maamuzi, unataka kunifukuza kama mnyasi, na unafikiri mimi ndiye ninayeifanya kuwa ngumu? Alibadilisha tena macho yake yasiyokuwa na utulivu. Tazama, pesa ni safini halisi. Unajua dola milioni moja ina maanisha nini? Hatutateseka tena. Sisi? aliuliza. Nani ni sisi? Raymond hakujibu. Ukimya ulipita ndani ya chumba kama mto wa polepole pole. Mwenye kamera alikohoa, mwanaume mrefu aliangalia saa yake. Nje wito wa sala ulipita kutoka msikitini wa mbali, laini na thabiti. Agatha alikunja mikono yake kifuani kama alivyokuwa akifanya Raymond alipokuwa mtoto na kujaribu kuficha kikombe kilichovunjika nyuma ya magongo wake. Utasema nini wakati watu wakikuuliza jinsi ulivyokuwa tajiri, alisema. Utatabasamu na kusema niliuza nyumba ya mama yangu? Utapiga makofi? Alitazama chini. Usisahau, eliendelea, sauti yake chini. Nyumba zinaweza kujengwa upya, majina hayawezi. Kwa sekunde moja, kitu kilimulika machoni mwa Raymond, aibu au labda hofu, lakini alipita kama wingu mbele ya jua aliinua mabega. dunia ina heshimu mafanikio. utakapuna mahali nitakapoishi, utaelewa. Agatha aliinua kidevu chake. sitaki kuona mwanaume mrefu. alichukua stika nyekundu na nyundo ndogo. Bibi alisema kwa upole wa uongo, ni notisi tu, utaratibu wa kawaida. alienda kwenye lango na kubandika karatasi kwa migongo mkuu. notisi ya kuondoka, ubomozi kwa siku saba. Kila magongo ulisikika kama msumari moyoni mwake, tap, tap, tap. Majirani walikusanyika sasa, nyuso za kimya zenye wasiwasi wasi kwenye uzio. Mvulana mdogo alisimama na mpira wa miguu chini ya mkono wake. Mahamiaji alipolepole hatua zake, maji safi yakiwa yamesawazishwa kichwani. Mama Bisi alinong'ona ona, hm? Raymond o. Je, hii ndiyo mpango wako kwa mama yako? Raymond aliwatazama na kunyosha mabega yake. Alitabasamu-tabasamu gumu, aina ambayo watu huwa kuficha wasiwasi wao. Tafadhali jangalie wewe mwenyewe alisema. Agatha alifikia mti wa mwembe. Gome kavu lilihisi imara chini ya kiganja chake. Alifunga macho na kusali sala fupi chini ya pumzi yake: Bwana ni saidi, nipe nguvu, machozi yangu yasiwe bure. Alipofungua macho yake, anga lilikwisha kuguka la zambarau. Wanaume waliova mashati walisogea kama mashwa, wakihesabu, kupima, kupanga kamera ilipiga tena na tena. Raymond alizungumza na mtu kwenye simu, akisema maneno makubwa kwa sauti ya haraka. Escrow, transfer. Sahihi ya mwisho, kila neno lilihisi kama mlango unaofungwa. Mama, nitarudi kesho, alisema mwishoni, akiepuka macho yake. Tutaanza kufunga mizigo. Nitakuweka kwenye apartment ya huduma kwa sasa. Utapenda. Je, nitapenda aliuliza. Hakujibu, alitoka nje pamoja na wanaume, wakizungumza wakicheka haraka sana. SUV ilirudi nyuma, lango lilipepea. Eneo lilichukua ukimya tena. Ilisalia tu sauti ya majani ya mwembe na mvumo wa wadudu wa jioni. Agatha alisimama peke yake katikati ya uwanja Aliweza kusikia kicheko cha mumewe mahali fulani zamani. Aliweza kumwona Raymond mdogo akikimbia miguu minono chini ya mti, maji kwenye kidevu chake, akiomba kipande kimoja zaidi cha mwembe. Alikumbuka mkono wake mdogo ukishikilia kitambaa chake walipovuka barabara. Alikumbuka kumwambia siku moja utakuwa mtu mkuu. Machozi yalimtoka, kisha mengine, kisha mengine. Aliyafuta kwa nyuma ya mkono wake. Alirudi ndani ya sebule na kugusa picha ya arusi. Fremu ya dhahabu ilihisi baridi chini ya vidole vyake. Kiti chake cha mbao kilimangojea kama rafiki wa zamani. Aliketi, akapumua. Penka iliendelea kuvuma nje. Hatua zilikuja tena, za haraka, hatua rasmi. Mtu alibisha lango kwa nguvu. Bibi, sauti iliita, fungua tafadhali. Lazima tukupe notisi ya mwisho. Usiku wa leo tunahitaji sahihi yako. Agatha aliganda, mkono wake kwenye fremu. Pigo likakuwa kuu zaidi. Bibi, usiku wa leo tafadhali. Alitazama mlango, kisha notisi nyekundu kwenye lango, kisha mkataba uliokuwa umelala pale. Raymond alikuwa ameweka kwenye meza ya katikati. Vidole vyake vilika za pembeni mwa kiti. Sauti nje ili iliita tena, karibu zaidi sasa, ya haraka sasa kama ngoma gizani. Bibi Agatha ikiwa hutasaini usiku wa leo, mchakato utabadilika asubuhi. Panka ilifanya mzunguko mmoja wa polepole pole na kusimama. Notisi iliyobandikwa kwenye lango ilimkazia macho Agatha kama jeraha la njano. Alilala kidogo usiku huo. Kila alipofunga macho yake, aliona wanaume wakiwa na kamera, tabasamu la kiburi la Raymond na karatasi nyekundu ikipeperushwa chini ya uzito wa upepo wa Lagos. Asubuhi yake majirani walikuwa wamekusanyika tena wakinong'onezana walipokuwa wakielekeza lango. Ha, ni kweli uu, moja alinong'ona. Mwanawe peke amefanya hivi? mwingine aliuliza akikunguta kichwa. Wengine walinungunika ndimi zao kwa huruma, wengine walipumua tu. Agatha alisimama kwenye eneo, kitambaa chake kimefungwa vizuri kifuani. Alitaka kuwaambia haikuwa kweli kwamba mwanawe angebadilisha nia ya yake, lakini mashini za kubomoa zilizofika mahana zilinyamazisha kila tumaini la mwisho. Sauti ilikuwa ya kuvuruga masikio, chuma dhidi ya tofali, sauti ya kiu kikiporomoka, vumbi likiinuka kama moshi wa mazishi hewani. Agata aliketi kwenye kiti chake cha mbao, kitu kimoja tu ambacho alikataa kusogeza. Mali zake, nguo, vyombo vya zamani, biblia yake na redio ziliwekwa kwenye mfuko wa Ghana must go uliotumika. Alishikilia mfuko kwenye paja lake kama mtoto, lakini macho yake hayakuwahi kuondoka kwenye nyumba. Kuta zake zilipoanza kuanguka, mti wa mwembe ulitetemeka kwa nguvu. Vipande vya vifusi vilipogonga ardhi, majeni yake yalisambaa hewani kama kwamba yanaliapia mama. Simama nyuma, mfanya kazi alipiga kelele, akimpungia mkono, lakini hakusogea. Alinong'ona tu Bwana, je, hivi ndivyo inavyoishia? nyumba ambayo mumewe alijenga kwa jasho lake, imiinda katika siku moja joni yake. Hakukuwa na kitu kilichobaki isipokuwa kokoto. Bungalo ambalo mara moja lilikuwa na kicheko na uhai sasa lilialia kwenye vipande vilivyovunjika ardhini. Agatha alitembea pole-pole kwenye lundo, miguu yake dhaifu, kifua chake kizito. Alichukua picha ya arusi ambayo ilianguka karibu na uzio, kiu kilivunjika lakini uso wa mumewe bado ulitabasamu ndani ya fremu. Alishikilia kwa nguvu kifuani mwake na kuyumbayumba. Majirani wake walitazama, wengine wakili ya kimya. Ah, Mungu atakupigania mama, Bisi alisema akishika bega lake. Agatha alinung'unisha kichwa, akiwa amechoka sana kuzungumza. Wakati huo Raymond hakuwa karibu na Surulere, alikwisha hamia kwenye nyumba mpya kabisa katika Banana Island, sakafu za marmar nyeupe mataa ya kitiririka kwa fuweli na bwawa la Infinity lililotazama ghuba ya Lagos. Alinunua Range Rover nyusi iliyong'aa chini ya jua, na kila usiku alitupa karamu zilizosikika kote kisiwa. Wanawake vijana waliokuwa na mavazi ya kung'aa walijaza sebule yake, muziki makali ulipigwa kutoka kwa vipaza sauti vya bei ghali. Wanaume walimcherezia kwa machupa ya shampeni, walimwita milionea mdogo na kumpiga magungu kama kwamba ni mfalme. Raymond alifurahia utukufu. Alivaa mashati ya hariri, mikufu ya dhahabu na viatu vya mubunifu. Alicheka kwa sauti kuliko mtu mwingine yeyote, alisimulia hadithi ya biashara yake ya busara kwa fahari, akipiga hatua ile sehemu kuhusu mama yake. Lakini haijalishi muziki ni makalikia si gani, alipokuwa amelala kitandani usiku ukimya ulisukuma masikio yake, na wakati mwingine katika ukimya, alikumbuka sauti ya mama yake inayotetemeka: nyumba hii ni urithi wa baba yako. Angesukuma kumbukumbu mbali, kumimina kinywaji kingine na kuizamisha katika kicheko. Agatha wakati huo alikuwa amejikuta kwenye chumba kimoja kidogo Mushin. Kuta zilikuwa na unyevu, paa lilidondoka mbua iliponyesha, na panya waliruka kwenye korido usiku bado aliweka Biblia yake karibu na mato wake na kuomba sala kila asubuhi na usiku. Bwana, aliomba kimya, usiache usaliti uwe neno la mwisho. Nipiganie, piganie, mwonyeshe mwanangu kwamba utajiri uliopatikana kwa kusaliti damu haudumu kamwe. Mikono yake ilitetemeka alipoya kunja, lakini imani yake ilisimama imara. Alikumbuka maneno ya mumewe usiku kabla hajafariki Agatha, haijalishi nini usimwache mvulana huyu asahau na ni nani jina letu, lazima lisimame. Na hivyo hata katika giza la chumba chake kidogo, aliamini hadithi haikuisha. Lakini Lagos ilikuwa inatazama. Huko Surulere watu walinong'ona walipopita eneo tupu ambapo nyumba yake ilikuwa imesimama. Huko Banana Island jina la Raymond lilikuwa kwa sauti katika maisha ya usiku, lakini pia maswali. Aliinuka ghafla, vipi aliikanyaganani ili kufika hapa? Tofauti ilikuwa wazi, mama mmoja alitupua nje na bila makazi, mwana mmoja akizaa haraka, amevaa dhahabu na kiburi. Lakini hadithi ilianza tu kwa sababu huko Lagos utajiri uliojenga juu ya machozi una njia ya kuguka majivu, na kwa ajili ya Raymond mawingu ya Oruba yalikwisha kukusanyika. Usiku wa Raymond huko banana Island ulinga na mianga muziki na machupa ya shampeni yasiyo na mwisho. Kila jioni nyumba yake kubwa ilijaa na marafiki wanaume waliomsifu, wanawake waliocheka kwa vituko vyake, na wageni waliojitambulisha tu ilikuwa sehemu ya utajiri wake. Lakini chini ya mng'ao nyufa zilianza kuonekana. Ijumaa moja usiku, karamu ilipolia na bwawa lilingaa blu chini ya taa za mafuriko mwanaume aliyevaa suti nyusi aliingia. Hakuwa akitabasamu kama wengine. hakuwa akipiga makofi au kuniwa. Macho yake yalichanganua nyumba kwa ukali wa mwewe. Raymond alikunja uso. Nani ni huyo, alimuuliza moja wa marafiki zake. EFCC, rafiki alinong'ona kwa wasiwasi. Wamekuwa wakiuliza maswali kuhusu biashara ya ardhi. Moyo wa Raymond uliruka haraka. Alilazimisha kicheko na kusimama wima. Upuuzi, alisema kwa sauti ya juu, akijaribu kuficha hofu yake. Je, naonekana kama mhalifu? Hii ni Lagos, kila mtu anafanya biashara. Lakini mwanaume aliyevaa suti hakuondoka. Alisimama kimya kwenye kona akitazama, akichukua maelezo. Wiki mbili baadaye, simu ya Raymond haikuwa chakulia, ilikuwa wakili wake. Raymond, tuna tatizo. Kampuni uliuza nyumba kwao inachunguzwa, kuna maombi, wanasema mali haikuwa yako kukuza. Raymond alibweteka, una maanisha nini? Nilikuwa na karatasi, baba yangu aliacha nyumba hiyo kwangu. Hapana, wakili alisahihisha kwa ukali, wosia wa baba yako uliacha mali kwa jina la mama yako, ambayo ina maana hukuwa na haki ya kuuza kisheria. Muamala ni batili. Raymond alihisi kifua chake kinakaza kaza. Alikata simu chini, lakini maneno yalilia kwenye kichwa chake kama radi. Batili. Batili. Batili. Wakati huo, Agatha aliketi kwenye chumba chake kidogo cha Mushin bila kujua dhoruba iliyokuwa ikichukua juu ya mwanawe. Alikuwa ameanza kuuza puff, puff kando ya barabara ili aishi. Majirani mara nyingi walinunua zaidi ya walivyohitaji wakinongona Hatuwezi kumwacha Mama Agatha ateseke. Jioni moja alipokuwa akifunga trei yake, mvulana mdogo aliharakisha kwake. Mama, wamesema mwanao yuko katika shida. Agatha aliganda. Shida? Ndio, mvulana alisema, akipumua haraka. Walisema watu wa serikali walienda nyumbani kwake, walisema anaweza kukamatwa. Agatha aliketi kwenye kiti chake, moyo wake ukipiga kwa nguvu. Sehemu moja yake ilitaka kulia nyingine ilitaka kupiga kelele, lakini ndani kabisa alinong'ona tu, Mungu neno lako ni la kweli. Kiburi daima hutangulia anguko. Nyuma huko Banana Island, nyumba kubwa iliyokuwa na shughuli ilitulia. Simu ziliacha kuja, marafiki waliacha kutembelea. Wanawake vijana waliokuwa wamejaza vyumba walipata udhuru wa kutorudi. Wavulana wake waliokuwa wamempiga makofi hawakuonekana popote. Usiku moja mvua iliponyesha kwa nguvu, Raymond aliketi peke yake kwenye sebule yake. Mataa bado yalimeta mangao, lakini hewa ilihisi tupu. Alijimwagilia glasi nyingine, lakini mkono wake ulitetemeka vibaya sana. Kinywaji kilimwagika sakafu. Alifikiri uso wa mama yake, machozi yake, mikono yake inayotetemeka, maneno yake, nyumba hii ni urithi wa baba yako. Kwa mara ya kwanza Hatia ilimchoma kama kisu. Asubuhi yake, sireni za polisi zilisikika katika mtaa wa kimya wa Banana Island. Magari yalisimama mbele ya nyumba yake kubwa. Raymond alitazama nje kutoka kwenye balcony yake na kuwaona wakishuka. Maafisa wenye nyuso kali na faili mikononi mwao, magoti yake yalilegea. Kifua chake kilipiga kwa nguvu. Kwa mara ya kwanza tangu aliuza nyumba ya baba yake, aligundua ukweli. Pesa haziwezi kununua amani. Utajiri uliojenga juu ya usaliti hauwezi kusimama. Pigo kwenye mlango lilikuwa kuu na la mwisho. Pigo kwenye mlango wa nyumba kubwa lilisikika kama radi. Raymond aliyekuwa amezungukwa na kelele na sifa, sasa alisimama peke yake, akitetemeka. Alipofungua mlango, maafisa waliingia, viatu vyao vikisikika juu ya sakafu ya marmar. Bwana Raymond moja alisema kwa ukali, unachunguzwa kwa ajili ya uuzaji wa mali kwa ulaghai na uhamishaji wa umiliki haramu. Kinywa cha Raymond kilikausha, alijaribu kucheka, ngoja ngoja, hii ni makosa, mimi ni mfanya biashara. Lakini wanaume hawakuguswa. Karatasi zilionyeshwa, sahihi zililinganishwa, ushahidi ulitandikwa wazi, na katikati ya yote ukweli mmoja mchungu ulisimama bila kutetemeka. Alikuwa ameuza kile ambacho hakikuwa chake. Kuuza nyumba ilikuwa mali ya Agatha. Habari zilienea haraka. Jioni yake, kila blog ya Lagos ilikuwa na kichwa, utajiri wa milioni ya mdogo unaanguka, nyumba ya mama katikati ya kashfa. Agatha alisikia habari yake asubuhi yake sokoni. Jirani aliharakisha kwenye kibanda chake akishikilia gazeti. "Mama Agatha, u mwanao, jina lako limo kila mahali." Agatha alichukua gazeti kwa mikono yake inayotetemeka. Moyo wake ulipiga kwa nguvu alipoisoma jina lake mwenyewe likiwa limechapishwa kwa herufi kubwa. Ukweli ulitoka nje. Raymond alikuwa amsaliti na sasa Lagos ilikuwa ikitazama. Wiki moja baadaye, alitwa kwenye mahakama kuu ya Ikeja. Agatha aliingia kwenye chumba cha mahakama akiwa amevaa kitambaa chake cha cha bluu rahisi nywele zake za kijivu zimefungwa vizuri nyuma. Alishikilia Biblia yake kana kwamba ni ng'ao yake. Kumzunguka ukumbi ulizungumza na waandishi wa habari, macho ya udadisi na sauti zinazonongona. Alipoingilia Raymond, aliyekuwa mara moja akifanya mambo kwa hariri na dhahabu, alisimama kwenye kitalu cha mdaiwa, kichwa chake kikina machini. Kaftan yake ya bluu ya jeshi ya zamani sasa ilikunjwa, macho yake yaliyotoboloka. Macho yao yalikutana katika chumba cha mahakama. Moyo wa Agatha ulikaza, alimwona si mwana mkubwa aliyeharibu nyumba yake, lakini mvulana aliyevunjika ambaye mara moja alimburudisha kulala. Sauti ya jaji ilikata ukimya. Kesi hii inahusu uzaji wa ulaghai wa mali inayomilikiwa na Bi Agatha, uliofaniwa na mwanawe Raymond.